Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa kwa jina la Sano Milele, nikiwa mwanafunzi wa Yesu ambayo analeta wanafunzi wengine kwa Yesu, nikiwatangazia habari njema kutoka Afrika ya Mashariki. Na neno ambayo leo nawaletea sema, utu wetu wa kale umesulubiwa na Kristo ili mwili wa zambi ubadilike tusitumikie zambi tena. Acha kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Tunasema asante kwa neema yako, tunaenda kuhubiri habari njema, tunaomba ili Roho wako atuongoze, na yule ambaye anafuatilia mahubiri haya tunamwombea, ili neema yako iwe juu yake, katika jina la Yesu, amen. Utu wetu wa kale umesulubiwa na Kristo ili mwili wa zambi ubadilike, tusitumikie zambi tena. Bwana wetu apewe Maandiko matakatifu yasema ya kuhusu utu wetu, na yasema ya kuwa kuna utu wa kale na kuna utu upya. Utu wa kale ulikuwa umefanywa katika mwili wa zambi, na Golgota. Yesu alipoenda Golgota, aliposulubiwa, amesulubiwa pamoja na utu wetu wa kale. Kwa nini amesulubiwa na utu wetu wa kale? Kwa sababu utu wetu wa kale ulikuwa ukitembea katika zambi utu wetu wa kale ulikuwa ukifurahia zambi, utu wetu wa kale ulikuwa ukitenda zambi. Makati maandiko matakatifu yasema ya kuwa mushara wa zambi ni mauti, basi Yesu alikuja hapa ulimwenguni ili atuokoe katika utumwa wa zambi. utu wetu wa kale ulikuwa katika utumwa wa zambi, basi Yesu alikuja akatufia Golgota ili sisi tupate uzima wa milele kwa sababu utu wetu wa kale ulikuwa umepoteza uzima wa milele na Yesu, hapo hapo Golgota, makati alikuwa akisulubiwa, Biblia yasema ya kuwa utu wetu wa kale ule ambao ulikuwa ukitenda dhambi ulisulubiwa naye hapo hapo Golgota. Yesu alikuja kutofia msalabani kwa neema yake. Yesu alikuja kutufia msalabani kwa upendo wake hakuna kitu ambacho tulikuwa tumekipana, hakuna fedha au pesa ambazo tulikuwa tumezipana. Ni upendo wa Mungu peke yake, ni neema ya Kristo peke yake sisi tumeokolewa. Bwana wetu apewe sifa. Neno nzuri katika Biblia ambayo yanijenga kiroho ni neno neema, kwa sababu katika neema ya Kristo mimi nimeokolewa, katika neema ya Kristo mimi na uzima wa milele, na wewe katika neema ya Kristo unayo uzima wa milele. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia sema ya kuwa kuna adui ambaye tunaye hapa chini ya ulimwengu na huyu ni Ibilisi. Biblia asema huyu Ibilisi tangu zamani alikuwa muuaji, tangu mwanzo huyu ni muuaji. Na Biblia yasema tena huyu ni baba wa, wa uongo na waongo. Biblia asema ya kuwa makati anaposema uongo anasema yake kabisa Biblia asema kwa hakuweza kubaki katika kweli. Mungu atuhurumie. Huyu katika uongo wake, tamaa yake na shabaha yake ni kuangamiza mwanadamu. Mungu atuhurumie. Na huyu, ili aweze kutuangamiza, anashika maandiko matakatifu yale ambayo yanatupa uzima wa milele, anayageuza ili maandiko hayo yatuwepe ya katika jionomu, atuwepe katika Kifo atubebe, katika laana. Mungu atuhurumie huyu ibilisi, anashika kama neno kama neema na ne, anaigeuza neema ya Mungu, anaigeuza kuwa njia ya upotevu. Utawakuta watu kadhaa hapa chini ya jua ambao wanazitenda zambi mbalimbali mbali. Na makati unapowaonya ili waache zambi, wanakuambia hawana sababu ya kuacha zambi kwa sababu tayari Yesu amelipa zambi zote. Mungu atuhurumie hawa wanafanya dhambi zote kama nguruwe, na unawaambia waache dhambi, wapi. Hawa wanakwambia, sisi hakuna sababu ya kuacha dhambi, Yesu tayari amelipa. Neema ya Mungu wameigeuza kwa njia ya upotevu. Mungu aturumie. Basi wana sababu ya kuwa Biblia yasema vizuri ya kuwa Yesu alipoenda Golgota, utu wetu wa zamani ule ambao ulikuwa ukitenda dhambi umesulubiwa naye hapo Kologota. ili mwili wa zambi ubadilike ili tusitene zambi tena kwa sababu Yesu am, yule ambaye ametuia goligota amesabulika mbali na zambi hayo tunasoma katika ukarasa wa Paulo kwa Waroma katika sura yake ya sita na mstari wake wa wa saba na wa sita Mungu aturuhie basi Paulo kupitia swali hili basi auliza basi tu, dumu katika zambi ili neema ya Mungu izidi kuwa nyingi. Ndio tumeokolewa kwa neema, Yesu ametokoa kwa neema yake. Sasa swali, tudumu katika zambi kwa sababu Yesu ametosha msalabani, kwa sababu zambi zetu amezilipa? Na ni kweli amezilipa. Basi sasa sisi tudumu katika zambi? Hamfahamu ya kuwa Kristo, Golgotha, aliposulubiwa, utu wetu wa kale umesulubiwa naye hapo hapo, Golgotha, ili sisi mwili wetu wa kale ambao walikuwa ukitenda zambi ubadilike usitende zambi tena. Basi Paulo auliza, hamfahamu ya kuwa sisi ambao tumebatizwa katika Kristo Yesu tumebatizwa kupitia mauti yake, tumekufa naye na tumefufuka naye, na e vivili yasema ya kuwa kisha utu wetu kusulubiwa msalabani na Kristo alipozikwa tumezikwa naye, na hapo tumezikwa naye kupitia ubatizo na katika ubatizo hapo chini ya maji kuna kitu ambacho kimefanyika cha muhimu sana. Biblia yasema ya kuwa hapo chini ya maji kupitia ubatizo utu wetu wakali, wa kale umegeuzwa kuwa utu upya tume- umegeuzwa kuwa utu upya kama ule wa Kristo, na Biblia yasema hapo Kristo alipofufuka katika utukufu wa Baba na sisi tumefufuka naye, ili tuishi uzima upya tuishi uzima upya ambao hautendi dhambi. Bwana wetu apewe sifa <tum> Biblia tena yasema katika waraka wa Paulo kwa Waefeso sura yake ya pili mstari wa sita wakati tulipofufuka kupitia ubatizo tumeweka katika ulimwengu wa kiroho. Tulikufa kimwili tukafufuka kiroho. Tulikufa kimwili kwa sababu mwili ulikuwa ukituongoza katika zambi, tulikuwa tukitembea katika tamaa za kimwili. Basi katika ubatizo, katika Kristo, tulizikwa katika maji, tulizikwa katika mauti ya, ya Kristo, na tukageuzwa, na tukafufuka kiroho, tukawa kiumbe kipya cha kiroho ambacho hakifurahii zambi, akitembea katika zambi. Basi Paulo tena auliza basi Nyinyi ambaye ambao mnatenda zambi, faida gani ambayo mmeipata kupitia zambi? Faida gani ambayo mmeipata katika mauaji ya kimbali, katika ubaguzi, katika uwizi, katika usherati, faida gani ambayo mmeipata? Biblia yasema ya kuwa mwisho wa hayo yote ni mauti. Ukarasa wa Paulo kwa Waroma sura ya nane mustari wake wa ishirini na moja na ishirini na mbili ya sema ya kuwa faida ya kuacha zambi ni uzima wa milele kwanza, mutatakaswa, alafu mutapata uzima wa milele Bwana wetu apewe sifa basi. Inatubidi sisi ambao tuliobatizwa katika Kristo Yesu, sisi ambao tuliokolewa, ili tuache zambi, tuhesabulike mbali na zambi kama vile Kristo alivyo esabulika mbali na zambi. Bwana wetu atusifu. Basi maandiko matakatifu tena yatuambia historia moya ya akinamama ambaye alishikwa akifanya usharati. Haya tunasoma katika injili mna ilivyoandikwa na Yohana katika sura yake ya nane mstari wa kwanza hadi kumi na moja. Biblia yatwambia ya kuwa wafarisayo wa wasadukayo na walimu walimshika akinamama akifanya usharati wakamleta kwa Yesu na walipofiwa kwa Yesu wakamtupa chini ya Yesu. Basi wakamwambia Yesu, Rabi, katika torati Musa alituambia yule ambaye tutakayemshika akifanya ushirati kama yule akina mama tumuue kwa mao, basi huyu tumfanyie nini? Tuambie, tueleze. Biblia sema Yesu alinama akaanza kuandika chini kwa kidole akaandika zambi, na makati alipokuwa alipokuwa akiandika zambi hawa wafarisayo wa sadukayo kupiga kelele twambie, tumfanyie nini? Basi Yesu akasimama akawaambia, yule kati yenu ambaye hajawahi kutenda zambi, basi amtupie jiwe wa kwanza. Yesu akaongeza, akainama akaandika zambi. Bafarisayo walionana, kulikosekana mtu wa kumwanza jiwe, kwa sababu wote walikuwa ni watenda zambi. Na Biblia yasema Yesu alipozidi kuandika chini, akaandika zambi makati alipokuwa akiandika zambi, Mfarisayo, Msadukayo, makati alikuwa akisoma zambi ambayo imeandikwa, anakuta tayari yeye ameifanya, alikuwa akichomoka polepole pole, na kutoroka na kwenda na bila yasema Yesu alipozidi kuandika chini, walizidi kuchomoka moja kwa moja, tangu mkuu hadi mdogo, wakaenda wakatoroka. Yesu aliposimama akakuta wote tayari wametoroka, wamekwenda kwa sababu walijikuta kuwa ndipo Yesu akamwita wakina mama wale, ambao walikuwa wakikustaki, wale ambao walikuwa wakikuhukumu wapo wapi? Kama akasema hawa, ndipo Yesu kumwambia kama hakuna mtu ambaye anakuhukumu, na mimi sikuhukumu nenda, usitende zambi tena. Basi na mimi leo, weo ambaye unatenda zambi, nakuja katika jina la Yesu ili nikwambie usitende zambi tena, nakuja ili nikwambie uwache zambi na wewe usitende tena zambi, Kristo atakuhurumia. Neema ya Mungu iwe juu yako na damu ya Yesu itakuosha hata. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa neema yako, tunasema asante kwa huruma yako. Basi huyu ambaye anapatia mahubiri haya, ambaye ameamua kuacha zambi, naomba ili Yesu umoshe kwa damu yako na Roho yako imuvike nguvu za kuacha zambi. Asante Yesu kwa kutusikia. Asante Yesu kwa kuwa umetenda. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki.